Shirika la umeme Tanzania TANESCO kama ambavyo umetambulishwa na mwalimu, tuko hapa leo tukiwa na kampeni moja nzuri sana kwa ajili yenu wanafunzi, ambayo inasema zingatia usalama kwanza utumiapo umeme, sawa eh? Ndiyo. Zingatia usalama kwanza utumiapo umeme. Kwa hiyo umeme ni mzuri sana lakini umeme ni hatari tusipozingatia usalama. Kwa hiyo leo tumekuja hapa kuwafundisha ni nini mfanye ili muweze kuzingatia usalama wenu kwanza. Jina langu naitwa Samuel Brighton banguka, nasomea shule ya msingi ya mjini, nasoma darasa la sita. Nimejifunza kutochezea vifaa vya umeme kama vile pasi ambayo waya umechubuka. Pa, pa panda miti ambayo ina nyaya za umeme. Mimi wanafunzi wangu zangu nawambia tuchezee vifaa vya umeme kwa sababu vina athari kubwa na vina faida kubwa. Leo tumejifunza athari za, athari za umeme. Tumejifunza kwamba ukisogelea nguzo za umeme unaweza ukapigwa na shoti na unaweza kusababishia ulemavu wa kudumu na hata kusababisha kifo. Na pia tusikwende kusogelea miti ambayo ni mika, u, miti ambayo ina maji au tusipende kuegamia katika nguzo za umeme, kwa sababu umeme unaweza ukashika ndani ya ile miti na unaweza ukatusababishia ulemavu au kifo. Mimi naitwa Irene Msa, nasoma darasa la saba shule ya msingi Ngara mjini kwa somo la leo niliojifunza, nimejifunza kutoka kuna pasi kuna pasi nguo na kuacha kama umeme umekatika, na kuacha, na kuacha pasi ikiwa kwenye soketi bila kuzima au kuitoa. Na kingine nilichojifunza kuto kugusa maji ambayo yana waya wa umeme. Na kingine nilichojifunza kutopanda miti kupata miti yenye waya za umeme Anaitwa Juma Eliasa kaharije i mwalimu kusaz katika shule ya msingi Ngara mjini Eh, kwanza ni, ni ni, ni, niupongeze ofisi ya TANESCO mkoa na wilaya kwa ujumla kwanza kwa kuleta programu hii katika shule yetu ya Ngara mjini programu hii imekuwa kama bahati kulingana na changamoto za umeme zilizokuwa zikijitokeza mara kwa mara. Elimu hii kwa hapa shuleni kwanza sasa hivi kama unavyoona shule nyingi za msingi zilikuwa zina umeme. Lakini umeme sasa hivi hapa shuleni upo. Kwa hiyo hata watoto wenyewe watajua ni wapi pa kuanzia kujikinga na madhara ya umeme. Kwa mfano, siku za nyuma nilikuwa nakuta mtoto amenyingia ameshikilia kwenye nguzo ya umeme bila kujua. Lakini kwa elimu hii mtoto kwanza sasa hivi hazi kusimama kwenye nguzo ya umeme kwa sababu anajua madhara yake, bahati nzuri namba imetolewa. Tanesco ni, ni, ni, ni mchongo mia themanini. Hiyo neno mchongo mia themanini, washajua kabisa kwamba umeme ukitokea sehemu yoyote, nikakuta hata kama mwenye nyumba hayupo, nipige Tanesco, atajua atakuja wapi. Kwa jina naitwa Sister Vedastina Soteri, mwalimu mkuu wa shule msingi Mbinyange. Nimepata furaha kubwa kabisa kujiwa na ugeni kutoka Tanesco ambao wametoa elimu ya msingi sana kwa wanafunzi wetu. Nimeshukuru sana kabisa kwa sababu kuna maswali mengi tulikuwa tunaulizwa na vijana wetu, lakini leo ilikuwa siku ya pekee kabisa, yamepata majibu ambayo ni sahihi na ambayo najua kwamba watoto wote wameweza kuelewa na wameweza kupata nafasi ya kuuliza maswali kadiri walivyokuwa wanatamani. Naitwa mwalimu Airini Sospita Mtegoa, mwalimu mkuu shule ya msingi Mkididili. Leo tumepokea wageni kutoka TANESCO mkoa ambao wamekuja kwa ajili ya kuwaelimisha watoto kuhusu tahadhari katika miundombinu ya, ya umeme. Nimepata elimu, watoto wamefundishwa namna ya kujihadhari na kuchukua tahadhari hasa wanapokutana na nguzo imeanguka au wanapoona nyaya zimechubuka wachukue tahadhari kwa ajili ya maisha yao kwa ujumla. Tunamshukuru Mungu, watoto wameelewa na watalizingatia hilo, itawasaidia katika maisha yao ya shuleni na maisha ya baadaye, kwa sababu hapa shuleni tuna miundombinu ya umeme. Kwa hiyo itawasaidia watoto kuchukua tahadhari pale wanapokutana na kikwazo chochote kile ambacho kimetokea kwa ajili ya umeme. Kwa majina naitwa Mhandisi Teritobiasi Mtalemwa, mhandisi TANESCO mkoa wa Kagera, hususani uh, Bukoba. Uh, tumekuja huku Ngara kwa ajili ya kukutana na wanafunzi na tumefanikiwa kutembelea shule tatu kwa leo, ambazo ni shule ya Ngara mjini, Mubinyange pamoja na Mukididiri. Tumekutana na, na, na, na wanafunzi na walimu ili kuwapa elimu ya jinsi ya kujikinga na kuepuka ajali za umeme. Kama tunavyojua kuna wananchi wengi sana wakiwemo na wanafunzi, watoto wadogo wa shule wamekuwa wakipata ajali inapelekea vifo au kupata ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo tumewafundisha kwanza, wakikuta nyaya za umeme zimeanguka chini wasizigusa au kuzisogelea, lakini kinyume chake washirikisha watu wazima ili waweze kutoa taarifa Tanesco ili waweze kuzirekebisha ili ziweze kuepusha ajali. Jambo jingine, tumewafundisha jinsi ya kuwa makini na matumizi ya vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme kama pasi, majiko ya umeme

kwa wananchi pamoja wakiwemo wanafunzi. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa wazazi, wananchi, tuache kuchoma moto kwenye mbuga, kuzichoma moto nguzo za umeme ambazo huwa zinaanguka kwa sababu ya kuchoma moto, na tuache kukata miti ovyo bila kutoa taarifa, na tuwe makini, tuzingatie usalama ili tuwe salama sisi wananchi pamoja na wanawatoto wetu.